Mm -hmm. Simu yangu imeanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jioni njema, jioni yenye baraka, jioni yenye amani, jioni yenye baraka sana, jioni ya siku ya leo mm -hmm, tarehe kumi na, ya tarehe kumi na tatu, kumi na nne ambayo Mungu ametuandaa kuona siku ya leo ambayo tuko na amani kwa mioyo zetu, hata kama hatuna amani Mungu ataleta amani. so, jioni ya leo Okay uh, yes ni jioni yenye baraka, jioni yenye amani, jioni ya upendo ambayo, uh, tunamtukuza Mungu kwa wingi na fadhili zake katika maisha yetu. Mungu ni mwaminifu, yeye ni Ebeneza, yeye ni kimbilio ndani yetu, tegemeo la maisha yetu, kiongozi mwema na Mungu mwenye upendo. Jioni ya leo ninaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi mia moja thelathini na tatu ambaye inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Tazama jinsi ilivyo vema na kupende- na kupendeza ndugu wakae kwa pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kinywani, kinywani ya shukayo, devuni devu za Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunahimizwa hii ni

Mungu anatuambia kwamba tazama jinsi ilivyo vizuri eh, ndugu kukaa kwa pamoja. Tunajua kwamba mandugu ni ndugu zetu wa familia, wengine ni majirani wetu, pia ni mandugu zetu, marafiki zetu pia ni ndugu zetu, na pia mali tunafanya kazi ni ndugu zetu. So, atazama jinsi inavyopendeza, Mungu anasema tazama jinsi inavyopendeza tukikuwa na umoja, tukikuwa na ujasiri, tukikuwa na umoja, tukikuwa na upendo. Inampendeza Mungu na pia tunaweza enda pamoja. Pamoja tunaweza fanya mambo zetu kwa pamoja, tumtukuze Mungu kwa pamoja, tuone uzuri wa Mungu katika kile eneo la maisha yetu, katika kile eneo la maisha yetu. Mungu anapendezwa sana tunapokaa katika umoja, katika upendo, katika amani, katika kushirikiana na ndugu zetu. Lakini sisi saizi wanadamu tumekuwa watu wengine, hata ndugu yako anapokuja kukuambia neno ya kutia moyo, neno ambalo lina lina mfariji ama mama mapito yake tuna ani mambo mbaya tunaongea, tunaongea kinyume, tunafanya mambo kinyume. Ndugu, tunafaa tukae kwa umoja kwa upendo, tupendane, tushirikiane kwa shida na kwa dhaa, sababu Mungu inatupasa tukae namna hiyo, lakini shetani ameingilia katika maisha yetu. Unaona tu tunaanza kuchukiana, tunaanza kuweka mipaka, tunaanza kufanya nini, hata unashanga, huyu nilimfanyia nini, huyu nilimfanyia nini huyu, lakini shetani anakuwa, tunaruhusu shetani anakuja hapo katikati yetu.